Tarehe saba mwezi wa tano Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan ametangaza kifo cha aliyewahi kuwa waziri mkuu katika taifa la Tanzania Cleopa David Msuya. Tangazo la msiba wa Cleopa David Msuya limeacha simanzi kwa taifa la Tanzania, ambapo bendera zitapepea kwa nusu mlingoti kwa takribani siku saba. Historia inaonyesha kuwa Cleopa David Msuya alizaliwa tarehe 4 Januari mwaka 1931 huko Chomvu Usangi, katika halmashauri ya wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro. Safari yake ya elimu ilianzia katika shule ya msingi ya Kilutheri, kisha shule ya sekondari ya Oldi Moshi na baadaye madarasa mawili ya juu katika shule ya sekondari ya Tabora. Katika masomo yake huko yo yalikuwa yakichukua wanafunzi wenye wa akili zaidi kutoka maeneo mbalimbali ya nchi. Maana yake ni kwamba Cleopa Msuya alikuwa ni mmoja kati ya wanafunzi waliokuwa na uhodari wa hali ya juu au akili nyingi darasani, na ndio maana ufaulu wake ulimfanya kupata nafasi ya kusoma shule ya sekondari ya Tabora kwa wakati huo. Alisoma chuo kikuu cha Makerere nchini Uganda kuanzia mwaka 1952 hadi mwaka 1955. Baada ya kuhitimu masomo yake, alifanya kazi ya maendeleo ya jamii. Hii ilikuwa ni mwaka 1956 hadi mwaka 1964. Kuanzia kwanzia mwaka 1964, alihudumu kama katibu mkuu katika wizara mbalimbali. Alikuwa katibu mkuu wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii na Utamaduni kuanzia mwaka 1964 hadi mwaka 1965. Baadaye alifanya kazi kama katibu katika Wizara ya Ardhi, Makazi na Maendeleo ya Maji kuanzia mwaka 1965 hadi mwaka 1967. Wizara ya Mambo ya Uchumi na Mipango ilikuwa ni kuanzia mwaka 1967 hadi mwaka 1970, na baadaye alikuwa katibu mkuu katika wizara ya Fedha. Hii ilikuwa ni kuanzia mwaka 1970 hadi 1972. Baadaye aliteuliwa kuwa waziri wa Fedha tarehe 18 Februari mwaka 1972 na, na alihudumu katika nafasi hiyo hadi alipoteuliwa kuwa waziri wa viwanda tarehe 3 Novemba mwaka 1975. Baada ya miaka mitano kama waziri wa viwanda aliteuliwa kuwa waziri mkuu mwezi Novemba mwaka 1980 akihudumu hadi Februari mwaka 1983, kisha akawa waziri wa fedha tena kuanzia Februari mwaka 1983 hadi Novemba 1985. Tarehe sita Novemba mwaka 1985 jukumu lake lilikuzwa na akawa waziri wa fedha, mambo ya uchumi na mipango hadi Machi mwaka 1989. Kuanzia Machi kwanzia Machi 1989 hadi Disemba elfu moja mia tisa na tisini alikuwa tena waziri wa fedha, na kuanzia Machi 1990 hadi Disemba 1994, na alikuwa waziri wa viwanda na biashara. Mwezi Disemba mwaka 1994 Msuya na aliteuliwa tena kuwa waziri mkuu kwa mara ya pili, sambamba na kuwa makamu wa raisi alichukua nafasi hiyo mwezi Novemba mwaka 1995. Katika uchaguzi wa bunge wa mwaka 1995 alichaguliwa tena kuwa mbunge, na alimaliza kipindi chake cha ubunge kama mbunge wa kawaida. Alistaafu tarehe 29 Oktoba mwaka 2000. Tangu astaafu, Msuya ameendelea kuwa mshiriki hai katika Chama cha Mapinduzi CCM na hadi mwaka 2006 alikuwa bado ni mjumbe wa halmashauri kuu ya taifa ya CCM. Pia hadi mwaka huo huo alikuwa mwenyekiti wa jukwaa la maendeleo la Kilimanjaro. Tarehe 23 Oktoba mwaka 2019, akiwa na umri wa miaka 88, Cleopa Msuya aliteuliwa na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuwa mkuu wa chuo cha ardhi. Tarehe saba mwezi wa tano, rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassani ametangaza kifo cha Cleopa David Msuya aliyewahi kuwa makamu wa kwanza wa rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania. Katika taarifa hiyo, rais amebainisha kuwa kifo cha Cleopa Msuya kimetokea saa tatu asubuhi ya siku ya Jumatano, Mei 7 mwaka 2025 katika hospitali ya Mzena Kijito Nyama, jijini Dar es Salaam. Akitangaza msiba huo kwa taifa, rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania amesema mzee Msuya aliugua tatizo la moyo kwa kipindi kirefu na kupata matibabu ndani ya nchi katika taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete na nje ya nchi huko London nchini Uingereza. Mzee Msuya amefikwa na umauti akiwa na miaka 94 kwani alizaliwa Januari 4 1931 katika kijiji cha Chomvu Usangi wilaya ya Mwanga mkoani Kilimanjaro.